Yule yule yule yule mwenye kupendana naye wakati naanza maisha mambo yule mambailegaliwe yule yule mwenye kumsifia silaiyatausukizekanjiyao <laughs> kila siku nakuwaza wewe. Hakuna aliyeumbika kama wewe na hata kuwepo zaidi yako. Wewe ni chaguo la moyo wangu, wewe ni jibu la maumivu yangu Sifa zote hizo mtoto wa watu. Maisha yameanza. Safari ya ndoa imeanza. Namba imekatika, Namba imekatika, Namba imekatika. Unajiuliza ndiyo yule yule najaribu kudegea na ile roho hiyo, kwa na kwenye simu ile. Wengi mlianza na simu kizazi, lakini wengine hawajikua simu kwa, tunaandika barua sisi, ilikuwa ni barua kwa nabawa. Kizazi ni simu tu simu message. yes, yes. Hizo sisi zilikuwa barua. Anaanza kujiuliza ndio yule kweli mtoto wa watu huyo. Naanza na sisi wanaume jana, anajiuliza huyo mke wako ni yule yule kweli Nyumbani, huku, mjelua, mpa, nani amebadilika? Anaanza kurejea na lugha nzuri uso kunampa. Bwana amebadilika. Muda unaorudi nyumbani kutoka unapotoka huko unajua mwenyewe, anajiuliza kuna nini. Majibu unayompa anajiuliza kuna nini. Mkikaa ndani mmekaa mbele ndani, wewe mwanaume nashughulika tu na simu na message tu

kwa kwenye mtandao ni muhimu kuliko mke wako, yani kunachokiangalia kwenye mtandao kwa cha muhimu kuliko mke wako, na uongo umezidi. Mwenzako anakuuliza huko wapi? Unataja ambako hauko, uko mahali kingine kabisa. Unamfanya mwenzako anaanza kujiuliza ndiyo yule yule hmm. Si kujiuliza tu, kati anavyokuwa na mashaka na wewe, kurudi usiku unakuwa mahali ambako hajui, anakuwa na wasiwasi, je, niko salama nini? Niko salama mwili wangu? Kwa tabia hii unamsababisha mwenzako kukosa amani, anakosa amani. Nawasihi wapendwa, mm. Yangalieni mambo ya ndoa zenu, rekebisheni mambo ya ndoa zenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Amen.